Kwa jina la Allah mwenye rehema mwenye kurehemu Alfatiha 1. mwenye rehema mwenye rehema Alfatiha 1 3 Nikumbukeni nami nitakukumbukeni, Al Bakara 2 152 Mimi niko karibu na mimi nawasikiliza wale wanaoniita, Albakara 2 186 Na Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaotubia na kujitakasa Al-Bakara 222. Allah ni pamoja na wenye subira Al Bakara 253. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao mema Al Bakara 295. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuridhika na wale wanaomdhabihu Al Bakara 227. Na Mwenyezi Mungu huwapa hikima wale anaowapenda Al Baqarah 2269. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye haki Alimran. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye ukarimu, wenye saburi, na wenye kusamehe Alimran. Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaomtegemea Alimran. Na msijidhulumu nafsi zenu, hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kurehemu kwenu Anisa. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye haki Al-Ma'idah 5:42 Mwenyezi Mungu ameweka rehema juu yake mwenyewe Al-An'am 6:12 Na wanapokuja kwako wale walioamini, sema amani iwe juu yenu, Mola wenu Mlezi amejipatia rehema. Hakika rehema ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wafanyao mema Al-A'raaf 7:56 na rehema Yangu inazunguka kila kitu. Al-A'raaf 7:156. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye haki At-Tawbah 9:7. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na Mtume na Waumini At-Tawbah 9:40. Mwenyezi Mungu anakuita uingie katika nyumba ya amani paradiso Yunus 10:25. Na Mwenyezi Mungu ni Karibu, mwenye kuitikia Hud 11:61. Hakika Mwenyezi Mungu ni mlinzi mwema, mwenye kurehemu. Hakika katika kumkumbuka Allah nyoyo hupata utulivu. Ar-Ra'd 13:28. Na mkishukuru, nitakuongezeni. Ibrahim 14:7. Waambie waja wangu kwamba mimi ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu Al-Hijr 15:49. Hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale wanaomcha na wanaotenda mema An-Nahl 16:28. Mwombeni Allah au mwingi wa rehema kwa jina lolote mtakaloliita, hakika yeye ndiye mwenye majina mazuri Al-Isra 17:110. Hakika wale walioamini na wakatenda mema Mwenyezi Mungu mtukufu atawafanyia mapenzi. Usiogope, mimi niko pamoja nawe na kusikia na nakuona. Tauba 24:6. Hakika Mwenyezi Mungu ni mtazamaji juu yenu. Al-Hajj 65. Isipokuwa wale waliotubu na wakaamini na wakafanya mema, Mwenyezi Mungu atawalipa mema badala ya maovu yao. Ni nani anayewasikiliza wenye dhiki wanapoomba? An-Naml 27:62 na wale waliojitahidi katika njia yetu, bila shaka tutawaongoza kwenye njia zetu. Na miongoni mwa ishara zake ni kwamba amekuumbeni wake ili mpate kwao utulivu. Yeye ndiye anayekupeni baraka na malaika zake wanamsihi. Amani ni neno kutoka kwa Mola Mlezi mwenye rehema. Yasin 36:45 Mwalamlezi wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo kati yao, mwenye nguvu, mwenye kusamehe. Na usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu, Azumar 393. Niteni mimi nami nitakuiteni, Gafira 46. Hakika wale wanaosema Bwana wetu ni Mwenyezi Mungu, kisha wakadumu, malaika watashuka juu yao Enyi mlioamini, ikiwa mnamsaidia Mwenyezi Mungu, basi yeye atawasaidieni. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini. Alfatiha 4:4. Tuko karibu naye kuliko mshipa wake wa shingo Quran 56. Na hakika sisi tulikuwa tukimwomba kabla yake ya, hakika yeye ndiye mwenye kurehemu mwenye kurehemu Je, thawabu ya wema ni kitu kingine isipokuwa thawabu nzuri? Na sisi tuko karibu zaidi naye kuliko nyinyi, lakini nyinyi hamoni, na yeye yupo pamoja nanyi popote mlipo. Al-Hadid 57:4. Na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yeye atamfanyia njia ya kutoroka na kumpa riziki kutoka mahali asipotarajia. Je, yeye aliyeumba hajui na yeye ndiye mwenye kujua mjuzi. Basi itukuzie jina la Mola wako Mlezi aliye mtukufu. Basi subiri kwa subira yenye neema. almaarij 75. Omba msamaha kwa Mola wako Mlezi, hakika yeye ni mwenye kusamehe daima. No 710 yeni, watu ni nini kimekudanganya juu ya Mola wenu Mlezi mkarimu na yeye ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Na thawabu yao kwa Mola wao mlezi ni bustani za kudumu chini yake mto unapita. Na atakayefanya keri ya uzito wa chembe basi ataiona. Hakika pamoja na dhiki kutakuwa na urahisi. Hakika pamoja na shida kutakuwa na urahisi. Ashara 9456 na yule ambaye mizani yake ni nzito na matendo mema, Alkaria hanusi, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema na wakashauriana juu ya haki na wakashauriana juu ya saburi. Sema, hakika yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Tafuta msaada kwa uvumilivu na sala. Albakara 245 hakuna mazungumzo ya siri kati ya watu watatu isipokuwa yeye ndiye wane wao. Al-Mujadila 37. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa waja wake na humpa riziki amtakaye. Na mwenye kugeuka mbali na kukumbukwa kwa, kwa Ar-Rahman tutamfanyia shaitwan naye atakuwa rafiki yake. Hakuna aliyookolewa isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu anamrehemu. Ad-Dukan 442. Waambie waumini wawasamehe wale ambao hawaogopi siku za Allah. Na mimi sikuwaumba majini na watu ila ili waniabudu. Na kwamba yeye ndiye anayefanya mtu kucheka na kulia. An-Najm 53:43. Wenda Mwenyezi Mungu akaweka upendo kati yenu na wale mnaowaona kuwa maadui. Al-Mumtazaa 67 na neema nyingine mnayoipenda ni ushindi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ushindi ulio karibu. Enyi mlioamini, mteremke kwa Mwenyezi Mungu kwa toba ya kweli At-Tahrim 66:8. Na likumbuke jina la Mola wako Mlezi na umtakase kwa kumtakasa siku ambayo Jibril na malaika watasimama katika safu, hawatazungumza ila yule atakayemruhusu Arrahman. Na hamtaki isipokuwa Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa walimwengu. Basi ukumbushe, wewe ni mkumbushaji tu. Al Gashia 88:21. na watasema ewe nafsi iliyosalama, oh. Na Mola wako Mlezi atakupeni na mtatosheka. Je, Mwenyezi Mungu si mwenye haki zaidi kati ya waamuzi? Hakika siku hiyo Mola wao Mlezi ni mjuzi wao. Basi hakika siku hiyo mtaulizwa juu ya starehe. Basi mwombee Mola wako Mlezi na utoe dhabihu. Al-Kawthar. Basi mtukuze Mola wako kwa kumshukuru na mwombeni msamaha, hakika yeye ni mpokeaji wa toba. An-Nasr 10.3. Ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuate Mtume, na Mwenyezi Mungu atakupendeni. Al-Imran 3.3.1. Na Mwenyezi Mungu atawaleta watu anaowapenda na wanaompenda. Al-Maida 5:54 Waumini wa kweli ni wale ambao nyoyo zao zinatetemeka wakati Mwenyezi Mungu anatajwa al anfal -Echu. Na Mwenyezi Mungu alimgeukia mtume na waumini kwa rehema, atauba 947. Na uwe na subira kwa wale wanaomwita mola wao asubuhi na jioni wakitafuta uso wake, alkaf 28. Na ninapokuwa mgonjwa yeye ndiye anayeniponya, ashwara 2680.